Wamaka wow, nikulakutegemea nikula utaitikia sauti ya uh -huh, umesema yeye yeah, aibe. Sikutaka kuharibu ladha, nitaka kwanza watu wajue kabisa yeah. Uliyekuwa naye studio ndiye yes. yeye. <laughs> <laughs> Sia mwingine kwayo, ingesikika sauti yangu hapo, wametupiga mchanga Tuko na Herman uh, Mchome live kupitia Talanta Africa Show mia moja na saba nukta saba Dar es Salaam na mia moja na sita nukta moja Dodoma. Ukiwa na swali kwake, utamuuliza. Jina lake tumeanza kulisikia likichanua zaidi mwaka 2023 eh? mm. si ndio eh? yeah. na utakumbuka tu, kuna kabla, sio ni kweli, baada sio ni kabla ya nikurejeshee kuna kwaya moja ya uh, Kiba. Si, Kibamba ki Kibaha Kiba, yeah. Oh, yeah. Ulikuwa pale yeah. Bado uko pale ama umetoka sasa hivi uh, lakini wako wangu yupo, umemsikia amekwambiaje? Ni vijana wangu sasa hivi na yeye ana vijana, so karibu sana bwana, asante sana ah. Uh, kitu ki, cha kwanza ambacho mimi ningependa kufahamu kutoka yeah. kwako watu ha, wamekuwa kusikia tu kupitia wimbo wa Nikurejeshee, mm. na kukuona Neema Gospel. kwa haya vitu vitatu ambavyo watufahamu kuhusu wewe, vitu vitatu ambavyo wanafahamu kuhusu mimi mm. uh, kwanza kabisa mimi before sijaenda Neema Gospel mm. Neema Gospel nienda mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Okay. Nilianza kuimba hiyo kwaya uliokuwa nazungumzia ni kwaya vijana Kongoe Nazareth Kibaa mwaka 2013. Okay. Ndio nilijiunga na ile kwaya nakumbuka, na nilikuwa nilikuwa mvivu kwenda kanisani ah, yeah, nilikuwa mvivu sana, sijui nilikuwa napita katika mvivu yeah. Nakumbuka siku hiyo walipita pale viongozi wa kwaya wakamkuta baba amekaa nje pale, akasema tumie kuja kumfuata wikijana mm. Baba kanaambia mchukueni huyu hana chochote cha kufanya, kamateni kwa hiyo <laughs> <laughs> <laughs> yeah, mm. Nikaanza kutumika pale mwaka 2023 mm, mpaka nilipokuja kujiunga na Neema Gospel. Kitu cha pili labda ambacho wakifahamu kupitia kwangu mimi babangu ni mwinjilisti wa KKT. Wow. Mm. Yes, okay. Yuko pale Temboni k, -K Timboni ni ah, mtoto wa Yes. Yes. mimi nimezaliwa KKT nime mm. Okay. Yes. kitu cha tatu ambacho hawakifahamu. Ndio, uh... kwa <laughs> asilimia <laughs> kubwa vitu vingi wanafahamu, lakini kitu cha tatu ambacho labda wengi hawakifahamu, yeah. labda mm, sijaoa <laughs> ah, yuko single iko yuko labda ndio kitu cha tatu ambacho wengi. oh. yes. ah, okay, manka hapo hawakifahamu. e, mi naswali mm. so hapo kwa mwisho, ila mimi nataka niambie mambo matatu tena mm. ambayo unayasimamia, kuwa wewe ulivyo hapo sasa hivi. Kitu cha kwanza ni unyenyekevu. mm. kitu uj kuna namna, kuna sehemu ambayo Mungu akishakuweka kuweka mm. kadi, unavyozidi kuwa Mungu anavyozidi kukuinua na wewe unavyotakiwa kuzidi kushuka. Lakini cha pili ni kumheshimu kila mtu. mm. hawezi jua nani atakusaidia mm. kesho. mm. yeah. Yaani heshima haijalishi unamfahamu au haumfahamu. mm -hmm. kitu cha tatu ni ibada. mm. Ibada mm. ni kitu cha muhimu sana, na cha kuongezea hapo kwenye ibada, mm. maombi Mm -hmm. Hakuna huduma inaweza ikaenda bila maombi, hakuna huduma inaweza ikaenda bila ibada. yeah. hivyo mm -hmm. mm -hmm. yes. Ni vitu vitatu ambavyo mimi navisimamia sana huduma yangu. Ukisema ibada, mwingine anajua labda ibada ni kwenda mm -hmm. ibada Jumapili. Hapana, ibada sio kwenda kanisani tu pekee yake Jumapili, ibada ni sehemu yoyote, ibada unaweza ukafanya ibada hata ukiwa nyumbani. Ibada ziko za aina nyingi, ibada ziko za aina nyingi, lakini cha muhimu zaidi ni kuwa karibu na Mungu mm -hmm. yani kuwa karibu na Mungu iko ndio kitu cha muhimu sana sana sana. okay. yes. so ilikuwa je, ukajiunga na Neema Gospel? Neema Gospel gospel waliku, walikuonea wapi? nimefahamiana <laughs> na mwalimu Masanja ah. mwaka 2018. Okay. tulikuwa tumeenda kurekodiga albamu yetu sisi, familia yetu e, Mungu ametupa neema tunaimba. mm. e, na kaka yangu ninafuata mimi yeah. mm. yeah, yeah. yeah. mm. Oh, ni mtoto wa pili, alafu nina mdogo wangu pia, tulikuwa wote sana pale kwenye ile kwaya. Kwa hiyo tulikuwa tumeenda kurekodi albamu yetu pale kwa Masanja, ndio nilifahamiana naye pale kipindi kile. Sasa akasema mje mjiunge na Neema Gospel, mje mjiunge na Neema Gospel. Sasa siyajua, wakati wa Mungu ulikuwa haujafika. Mwaka jana, mwaka 2023, wakati wa maandalizi mm. yeah. eh, ya recording Nakumbuka nilikuwa nimeposti status nilikuwa naimba huo wimbo Nikurejeshee. uh -huh. Sasa mwalimu akaona ule wimbo oh, yeah. akasema, sasa dogo, huo wimbo <laughs> <laughs> <laughs> uje nao <Ujinao. laughs> lazima uje nao tuimbe na magospel. yes. So nikaenda mara ya kwanza nimeenda mimi sikuwa na wazo la kujiunga, lakini nimefika uh -huh. pale, yani wale watu walinishawishi hata bila wao kuniambia. Yeah. Yeah, bila hata wao kuniambia walinishawishi kwa sababu kabla ya hata ya kwenda mimi ni fan wa Neema Gospel muda mrefu sana. Mm. Yaani nimekuwa nikifuatilia muda mrefu tangu 2015 16 hapo nilifahamu, okay. Neema Gospel. Kwa hiyo ni, nilikuwa nilikuwa naifuatilia, nilikuwa naipenda. Kwa sababu nilipofika pale sasa kile nilichokuwa nakiona huko na kukisikia sasa nimeenda mm. kukiona live pale mm. bila hata kuwao kuni kuniambia nikajikuta nimeshawishika kujiunga na kwaya. Kwa okay. Yes. E, umesema mwalimu aliona umeposti status yes. unaimba wimbo wa nikurejeshee, wimbo nikurejeshee yes. ni wewe umetunga ni wa kwako au ulikuwa ni wa neema ukaamua kuuimba wimbo uh, wa nikurejeshee niliuandika mimi mm -hmm. yes lakini siwezi kusema nimeuandika mimi kwa asilimia mia moja mm -hmm. maana kuna maneno ambayo alinipa baba yangu mm -hmm. okay. yes, mwingisi mchome wakati na, na utunga huo wimbo nilitunga ile vesi ya kwanza mm -hmm. yeye alikuwa yuko ndani akasikia wakati naimba ile verse akasema, huu uh, wimbo wa nani? Nikasema ni wimbo ni tu umenijia hapa, ila haujakamilika. Nikamwambia yes, hebu ongezea maneno pale, maneno ya verse ya pili, amani ya moyo iliyotoweka mm, usitafute yes. Akasema mimi sio mwimbaji, kwa hiyo utajua mwenyewe ah. Mwenyewe maneno mwenyewe nakupa <laughs> maneno, utaweka melo yes. So, ni wimbo ambao nimeshaandika, nimewahi okay. yes. kusikia kwamba huu uh, wimbo mm. Uh, umekuwa ume kama pia faraja kwenu baada ya kuondokewa yes, yeah, na mama mzazi. Hebu mm. tuelezee hii stori ilikuwaje mpaka mama akaondoka. momenti mm. ilikuwaje? elfu mbili watina, ay, na mm. ishirini na, na mbili mwezi wa tena, ufukuzi alikuwa naumwa alikuwa naumwa anakaa sawa. elfu mbili na ishirini na mbili tarehe ishirini na moja ambayo ilikuwa ni siku ya birthday yangu mimi mm -hmm. Ndiyo alianza kuzidiwa akapeleka hospitali. Akakaa akarudi akawa hivyo hivyo, hayuko sawa yuko sawa. Siku ambayo anafariki ilikuwa ni tarehe thelathini na moja mwezi wa tano. mm -hmm. Nilikuwa tumetoka mimi asubuhi, tumeamka wote tumesalimiana, yuko vizuri, anaendelea mm -hmm. vizuri, hadi alikuwa anakunywa chai mimi saa mbili saa moja saa tatu hapo, aga siwezagi kula mm -hmm ni mimi kula kwangu kuanzia saa sita huko. Akasema njeni mnywe chai, tukaambiwa asubuhi yote hii. Mama akasema kwa nyinyi chai mnakunywa saa ngapi? mm. <laughs> alikuwa iko kwa vizuri tu, mm -hmm. nakumbuka tulikuwa tumeenda kwenye msiba, kuna mwinjilisti alikuwa amefariki, akapigiwa simu baba msibani, mama amedondoka kwa, tukatoka tukaenda tukambeba, bahati mbaya akafariki, so kile kipindi Mm -hmm. Mimi nilikuwa nafundisha kwaya, ni mwalimu wa vikundi mbalimbali yeah. Ulikuwa hata ukisema unatunga wimbo kwa ajili ya kikundi. Sasa hapo baada ya msiba. Mm -hmm. Yani, hakuna kitu kinakuja kichwani. Mm -hmm. Yani, hakuna nilikaa mimi miezi miwili mitatu hamuna, kile nikijaribu kutunga wimbo, hakuna wimbo nakuja kichwani. Tulikuwa tukijitupa kwenye maandalizi ya kumalizia msiba. Mm -hmm. Yes, mwezi wa nane nakumbuka Uh, sisi pale waga tunatabia kwa zimaga vinanda, church boy, Yeah. vinanda katisani. Mm-hmm. Yeah, sasa Elisha akawa tunahbandaa m a amesikia Mm -hmm. Kauliza uwimbo wa nani? Ndo sasa kanipa yale maneno kwa ule wimbo. Nakumbuka tuliwimba siku ya kwanza kabisa ilikuwa ni kwenye kumalizia msiba sasa wa mama. mm -hmm. Yes. Kwa kweli tulimuona Mungu kwa namna tofauti sana. Okay. Kuna watumishi wengi, wimbo wa nani huo? Tukamwambia mm -hmm. wimbo ni Mungu tu ametupa wa familia. mm -hmm. Yes. So ulikuwa ni wimbo wa familia. Yeah. Tuko tuna uimba nyumbani, tunaimba tukienda na mzee kwenye huduma. mm -hmm. Yes mpaka sasa pale mwalimu alipokuja kusikia kwenye status. Okay. Yes. M, maisha bila mama sasa hivi uh, ya, yakoje lakini mm-hmm. Vitu gani ambavyo una mwenzi navyo mama mzazi ambavyo amekuwa enzi za uhai wake mm-hmm. akivizungumza mara kwa mara ambavyo umevichukua na unatembea navyo mm-hmm. Kwa kweli maisha bila mama sio rahisi, unajua mtu ambaye ulikuwa umezoea ukikosea. Sisi tulikuwa tunapigwa sana zamani, na mtu alikuwa anatupiga sana alikuwa gani mama, na kweli kuna kale ka moments ukishapigwa ile umemaliza na kufuata na kumemeleza. mm. mm. yes. mm. yeah. kwa zile moments zile, afu ni ghafla tu mtu anakuwa hayupo. mm. So ya maisha kwa kweli bila mama sio umepesi sana, lakini tunamshukuru Mungu tunamshukuru Mungu anatutia nguvu tunaendelea vizuri mm -hmm. Tunaendelea vizuri, hakuna namna yoyote ambayo unaweza kuziba lile pengo, yeah. Lakini maisha yanatakiwa yaendelee. Vitu ambavyo na mwenzi mimi nakumbuka wakati naimba kwaya, mama alishae kuniambia katika vitu ambavyo mwanangu utakosea sana, ni pale Mungu atakapokupa nafasi, alafu kaitumia vibaya. Mm. Lakini pia Mungu atakapokuweka sehemu, afuka jinua iko sio kitu kizuri. Nakumbuka kuna siku tulikuwa tiko, ni siku ya vijana, tumetoka kuimba nini, nikawa nimetunzwa, nimerudi nyumbani, mama akasema haya, fungu la kumi hapa. Alafu siku hakwenda kanisani, ila aliambiwa, aliambiwa bwana, mtoto wako umetunzwa. Akasema sasa, fungu la kumi hapa. Nikasema haya, mama, nikatoa, nikampa akasema, nimefanya hivi kwa sababu gani, nakufundisha kuwa unatoa Hmm. Yaani, mm. chochote unachokipata yeah. Tua. hasa kwenye huduma jifunze hmm. sana kutoa, kuitolea sadaka huduma yako, kwa sababu sadaka ni akasema, wewe angalia, hata watu wengi ambao wamefanikiwa mm. asilimia kubwa wanatoa. hmm. Sababu au sosi ya mafanikio ni kutoa yeah. Kwa hiyo penda sana kutoa, hasa fungu la kumi mm. hii unavyopata kanisani, sijui umeimba, watu wamebarikiwa, wamekupa haimaanishi hmm. kwamba yote ni ya kwako. mm. Kuna pasenti ya Mungu pale, unatoka utoe. hmm. Njoo nipe mkono nikuombea. Akaniombea basi ko ile kitu bado naishi mpaka leo katika huduma yangu. yes. Wimbo wa Nikurejeshee ambao, kama wewe ni band leader mm. Mm. kwenye huu wimbo tumeona umekutambulisha wewe binafsi, lakini umeiongezea thamani uh, kwaya kwa maana ya kuweza kuafikia watu wengi zaidi mm. na nimeona hapa mmekuwa me nominated kwenye tuzo za Tanzania Gospel Music Award kama, yes, kategori saba, na wewe yeah, pia ukiwa kwenye moja ya kategori yes, yeah, yeah. hii umeipokeaje? Kwanza mimi namshangaa Mungu sana. Mm. najua kwa sisi ambao tumekulia makanisani yeah, tunaimba kwaya kila siku kuna yani kuna mambo fulani yani uwezi ukadhania kwamba kuna siku yanaweza akaja kuwa kiivu kwa ukubwa, unaweza ukahisi atakuwepo, lakini sio kwa ukubwa huo. yeah. hasa kwenye swala la wimbo wa Nikurejeshee, ule wimbo sisi tuliotunga tu kama wimbo wa faraja, kwa hiyo mm. Lakini bwana kumbe, Mungu kuna wakati anasema hiki nakupa, lakini sio chako peke yako. yeah. hiki unataka kuushia na wengine, na ndio maana hata anahisi alizuia sisi ule wimbo tusiutoe mm. ili asubiri ule wimbo wakati wake ukifika yeah. utoke kwa hiyo namshangaa na, na Mungu lakini namshukuru na Mungu sana sana sana, kwa sababu alinipa nafasi ya kutunga wimbo ambao umekuwa wimbo mkubwa. mm. angeweza ule wimbo akampa mtu yoyote tu mm. najua kuwa na wimbaji wako wangapi? yeah, angeweza yungi. kumpa mtu yoyote tu, lakini ni zawadi ambayo aliamua kunipa. mm. kwa hiyo nanyenyekea na sana, namtukuza Mungu sana sana kwa kweli Tch, mpaka leo mimi mm. Sa mpaka yeah. Ni hizi nikitazamaga mafanikio yaumbwa Nikurejeshee mm. Oga na kuoga surprise nasemaga ni. Wow. Mungu wewe chukua utukufu wako mimi yeah. Hapa sistahili chochote kwa sababu mm. Yani, yani bila wewe mimi yani wala si chochote kwa mm. Yani ni Mungu tu kwa kweli mm -hmm. Yes. Maka Herman ametajwa kwenye kategori inasema best gospel songwriter mm. mwandishi wa wimbo. wa wimbo bora, bora. wa ambao ni, hey, jina lako limetajwa pale wimbo wa Nikurejeshee ni yes, yes, lakini pia huko kwenye kategori nyingine nimeona hapa Worship Leader of the Year mm. Herman Mchome, so watu wanakupigiaje watu kura yani? okay, namna ya kupiga kura unaingia kwenye website ya TGMA Tanzania, Tanzania Gospel Music Awards, kuna kategori zote ziko pa ziko pale, mm. ziko pale zote koo kat, uzuri katika kila kategori utakaoifungua yeah, unakutana na nominees pale, unakutana na vipengele ambavyo wanavyowania wana tuzo kwa yes, utafungua kategori zote ambayo utakutana na wimbo wote wa Nikurejeshee. mm -hmm. Wewe piga kura yaani, okay, kokote utakapokutana na wimbo wa Nikurejeshee piga kura yako, haijalishi ni ya Herman Mchome, haijalishi ni ya Neema Gospel kwaya. mm -hmm. as long as utakutana na kurejeshe lakini yeah, pia Neema pia wamekuwa nominated katika umbo mwingine pia wachukuma mm, yes, mm, kwa hiyo kwa, okay, ukiingia katika hiyo website utakutana na category zote ziko pale, katika kila category utakayofungua, utakapokutana na jina la Neema gospel piga, utakapokutana na jina la Herman Mchome mm, vote na Mungu atakubariki sana, okay. <laughs> so Neema gospel kwa haya, mko kwenye listi ya waimaji ambao watahudumu kwenye tamasha la Twenzetu hmm. kwa Yesu 2025 yeah. maka hebu mkumbushe Herman tarehe <laughs> azkaramesa <laughs> <laughs> tarehe uh, ya tamasha la Mlimani City ambapo no. pia ni moja uh, waimbaji ambao watashiriki ni tarehe 19 mwezi wa sita mwaka huu 2025, lakini tarehe 21 mm. mwezi wa sita viwanja vya Tanganyika, Tanganyika pekas ambapo mwaka jana mlikiwasha kwelikweli yeah. mwaka huu <laughs> Wa Tanzania watarajie nini kutoka kwetu? Tupe za ndani kabisa. Kwanza kabisa wategemea performance ya tofauti kidogo, unajua mm. sisi tunamshukuru tuna, tuna, tuna Mungu ametupa neema ya, ya kuwa na performance zisizofanana mm. eh, ukiangalia performance iliyofanyika Tanganyika Packers mm. na iliyofanyika Shinyanga ni mm. tofauti yeah. yeah. kwa hiyo wa Tanzania kwanza wategemee kumwona Mungu mm. lakini pia wategemee kuhudumiwa, lakini wategemee performance ya yenye utofauti sana yenye ubora wa hali ya juu. Amina. Yes, okay. Mlipopewa taarifa ya kushiriki tena yeah. kwa mwaka wa 2025 mm. mlipokea je pokea je? Yani huu ah, ni upendeleo. Mm. Yes, ni upendeleo mkubwa sana kwa sababu Timu ziko nyingi mm. Timu ziko nyingi mm. Tunapopata neema kama hii sisi, tunasemaga, kuna kauli moja tunaitumiaga, sisi hatuna show ndogo mm. <laughs> sisi hatuna <laughs> sherehe ndogo mm. Sisi kila tukio ambalo liko mbele yetu tunalishukulia kwa ukubwa okay. mm. Yes, haijalishi ni wapi, ni wapi, sisi tunachohitaji ni kwamba tunahitaji kwanza your performance iwe perfect. mm -hmm. lakini watu wahudumiwe. mm -hmm. yes. okay. kwa hiyo watu wategemee tu kumuona Mungu sana sawa. So, wasichana wanapenda sana wimbo wa Nikurejeshee na wanapenda sauti yako unapoimba na umetangaza hapa rasmi kwamba uko single. Single. Yes. una unakabiliana vipi na changamoto ya mabinti? hmm. Kuna binti akikuona hivi anatamani, ndoto yake ni kuwa na mwanaume bigi na wewe ubigi <laughs> sauti unaimba. Awe anamuimbia. E, <laughs> <Awe anamuimbia. Akipita laughs> e, e. unampigia piano la la, kama unavyosema mahusiano. Yeah. Yani, usiangalie tu kwa sababu huyu mtu ni hivyo kama mm. Bigi si, ni, sio vigezo vya kuangalia. Yeah. Yes. Je, ni kweli umeshuhudia ni Mungu amekuonesha mm. Kwa hiyo vitu kama hivyo havikwepeki vipo, lakini namna tunavyo deal navyo ukiona kuna mtu anaweza kaja anakujia kama mtu rafiki au shabiki mimi yeah. namshukuru na Mungu, na, na respond sana kwa watu mimi mm. mtu akinitafuta, na respond mm. Lakini ukishaona huyu mtu i, i, njia, hii njia anayokuja hii hii njia hii sio aidha, <laughs> ubadilishe topic yeah. au umwambie, <laughs> <Umbe laughs> oh. Mtumishi, ubarikiwe na Bwana okay. yeah. na wewe unapenda kuwa na mwanamke mwenye sifa zipi? Yani ungependa awe na uimbaji pia uwepo ndani yake ama we ama unapenda kuona upate Mungu akupe mke mwenye sifa zipi? Mimi napenda Mungu anipe mwanamke ambaye amenipangia yeye. Yes. Unajua, asilimia kubwa sisi sifa tunazozitazama ni matamanio hmm. yetu ya kibinadamu yeah. si ndio? Lakini wewe unaweza ukawaza Mungu, naomba unipe mwanamke wa aina hii na hii, lakini Mungu akikuangalia wewe, nikikupa hmm. ni huyu bora, wewe hamtawezana mimi nataka nikupe huyu ambaye najua kabisa wewe huyu hmm huyu uh, mtafanya maisha yatakuwa mazuri mtanitumikia, yeah, bila shida uh, n mm, kwa mimi napenda mwanamke ambaye Mungu atakaye nipa huyu mwanamke ndio ninayempenda huyo amekuandalia sawa, okay. Mungu Laki... Mungu okay, so, so, pamoja na kwamba Mungu amekuandalia uh, lakini kuna ile kibinadamu yani ki wanaume ya. <laughs> Yani kuna aina fulani ya wasichana ukiwaona Eh, kaka ile ni kurejeshee ndio unaiongeza yani unajua eh ile eh, eh .eh, eh, kama ni twiga eh, au kama ni mene ama ni eh, mbamba yani eh, <laughs> eh, kuna unasema acheze ha hapo -ha -ha katikati <laughs> maji ya kunde meupe black umeona, eh yani eh, kuna namna fulani hivi sisi wanaume unakuwa na hizo touch zako, kuna touch eh, zako yani ukiona akipita uh, uh, unasema <administration> oh le braka this hizi ndio vitu vyangu ehe unasema <attempt> eh, so, Bwana, sifa zote <laughs> ni zako, utukufu wote eh, ni wako mimi labda niseme hivi sisi watumishi ah, tuweke ubinadamu sisi watumishi yeah. Unatakuwa uhakikishe unapata mtu ambaye ataibeba huduma yako unajua, mm. mm. unaweza ukaoa au ukawa na mahusiano na mtu huyo yeah. Mtu akaifanya huduma yako ikaduma au ikafa kabisa mm. au ikakua, kwa hiko ni kitu cha kwanza yeah. Lakini kitu cha pili ili kuibeba huduma huyo mm. mtu lazima awe karibu sana na Mungu. Yaani huwezi ukachukua tu mtu huko tu alafu, kuna ile tabia wanasema, ah huyu atabadilika, wewe kipengele. So hivyo ni vitu vya msingi sana. Kwanza kabisa uhakikisho unapata mtu ambaye unajua kabisa, huyu katika safari yangu tutabebana. Lakini cha pili, huyo mtu awe karibu sana na Mungu. Hizo vingine, hivyo vingine vya kibinadamu vipo tu yani, mm. hivyo vipo tu. Watu wapo kila siku wanazaliwa watu wapya. Sasa wewe utasema napenda aina hii mm. afu unapita hivi unapita mwingine mm. <laughs> kama huyu ni zaidi wa aina hii yeah. so hivi vitu vipo tu alright. sawa yes. so, uh, wewe ni mwalimu unafundisha pia vikundi vingine lakini yes. uh, pia nimeona unafanya pia solo kama solo yeah. kama yeah. solo minister. Yes. yes, so watu wanakupataje Okay, Uh, nianze na namba ya simu. Okay. Mtu akitaji mimi na namba moja tu, kwa hiyo hii namba nayoitoa waitumie tu vizuri. Kwa jamani, namba anayoitoa <laughs> yeah. Tunaomba no <laughs> <laughs> muitumie vizuri kwa ajili ya huduma yes. mm. sifuri sita nane nne nane tano nne nane nne moja. sifuri sita nane nne nane tano nane nne moja.